shetani huwa anatumia katika kuhakikisha anawawinda wale ambao wanokusudia kuwawinda, kuwaingiza katika pahala ambapo wanapokusudia, na wanasema anachuoni. Eh, mana habailu masaidihi ni ya maundo yake ambayo shetani huwa anayatumia kuhakikisha kwamba hawa wanawake kwanza, anawaingiza katika pahala ambapo yeye shetani anajua kwamba hapa tayari nakuwa limekwisha kuwapoteza akisha kuwapoteza, anawatumilia wanawake wao katika kuwapoteza wanaume. Qala Imam al-Munawi fi faidhul qadir anasema Al-Imam al-Munawi

Waautaubasaidihi, wanawake ndiyo mawingo ambayo yamekuwa makubwa sana ya shetani, na ndiyo mawingo ambayo yamekuwa madhubuti hiyo, ambayo shetani huwa anawawinda wanawake, akishawapata huwa anawatumilia katika kuwawinda wanaume. Akasema Imamul Mulawi, fa idha kharajna, wanawake walipotoka katika manyumba yao, nasabahunna shabakatan, shetani huwa anasimamisha huwa kusababisha hao wanawake kuwa ni mtego. Yasidu bi arrijalu, kwa mtego huo shetani huwa anawinda wanaume fayukhriyahum liyuqiyahum fi zina ili awapoteze wale wanaume na awaingize katika uzinifu, jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala taqrabu zina innahu kana faishatan wasaa sabila, na wala msikurudie zina, zina ni uchafu, ni uchafu, kwa hakika zina ni uchafu, kwa hakika jambo hilo ni uchafu na ni njia ambayo imekuwa mbaya sana. Kwa hiyo shetani wanapotoka wanawake, yeye huwa anasimamisha wanawake, huwa ni mtego Kuhawina, ume, ume, khurugi, umana, wake, wa lengo la kuwawinda wale wanaume awapoteze wanaume awaingize katika zina, fa umirna bi adamil khuruji. Ndio maana wanawake wakakatazwa wasitoke katika majumba yao wabakie katika majumba yao hasnan limaddati ehwai wa ifadi, kwa ajili ya kuzuiwa ulio upoteshaji wa shetani usiwe niweze kupatikana, na kule shetani wa wanaume usiweene kupatikana. Lakini wapi, ndugu zangu Waislamu, maadui wa Uislamu wa wa haya wamewafahamu haya, wameelewa kwamba Uislamu unamtaka mwanamke na atulizane ndani ya majumba, lakini leo wamefanya bidii ya hali ya juu kumtoa mwanamke ndani ya nyumba na, na wakam, wakamfanya mwanamke huyo ende akadai haki mbele ya wanaume, akapigana vikumbo mbele ya wanaume na kutaka usawa baina ar-rijal wlnisai beina wanawake na beina wanaume. Leo ukenda kila sehemu utamkuta mwanamke leo, ukenda katika kila sekta utamkuta mwanamke. Nani ambaye alikuwa ameyafanya hayo, na hali ya kuwa Muislamu unaeleza vengine? Bali maadui wa Uislamu wameangalia Uislamu vile ambavyo ulivyosema. Uislamu umesema karna fi buyutikunna wala tabarajna tabaruja jahiliyatil ula, kwamba kaeni, tuliza wanawake ndani ya majumba yenu na wala msitoke kama vile ambavyo walivyokuwa wakitoka watu wa zama za kijahilia, msidhihirishe mapambo yenu, msionyeshe mapambo yenu kama ambavyo walivyokuwa wakidhihirisha watu wa zama za kijahilia. Ndugu zangu Waislamu, sisi ndio ambao wasimamizi wa wanawake. Kama wewe huna mke, basi utakuwa unaye dada, kama una dada, utakuwa unaye ndugu wa kike, kama una ndugu wa kike, utakuwa unaye kama una huyu utakuwa unaye yule, bila shaka hata baba yako basi, utakua naye. Umejipanga vipi? Unamsimamia vipi, hali ya kuwa wewe ni mwanamume, hali ya kuwa wewe ndiyo ambaye utakuwa utakayekuwa mas'ulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hawa ni viumbe ambao shetani huwa anawatumia, na hawa ni viumbe ambao shetani anapotoka, basi yeye tayari shetani anajua kwa hawa kutoka kwa

ambayo mambo hayo akushikamana nayo yatamhifadhi yenyewe katika Uislamu wake na katika nafsi yake, wayahfadhu hayaaha wa karamata baina alnasi fi kulli ahwali. Na vile vile Uislamu us umewekea mambo mwanamke mambo hayo mwanamke wa Kiislamu akishikamana nayo na akafungamana nayo utahifadhi ile haya yake, ambayo ambacho ni kitu muhimu sana, hakitakikani kuondoka kitu hicho hicho ndio leo tamuona mwanamke anatembea uchi kikiondoshwa kiki kitu hicho, ndio leo mwanamke utaona anasema takano kikiondoshwa kitu hicho, ndio leo utaona mwanamke na yeye anasema anataka awe kama mwanamme, kwa sababu tayari ile haya inakuwa imeondoka. Na wanawake tuelewe, enye ndugu zangu Waislamu, mkiona mabalaa, mkiona fitna, basi mufahamu kwamba inna adhama alfitna fi hadhi dunya

Angalia dunia utaona kana kwamba ndiyo kwanza hii dunia imetengenezwa sasa hivi. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, na kwa hakika Allah jalla jalaluhu amekuwekeni katika hii dunia. Fayandhuru kaifa taamalun, anaangalia namna ambavyo nyinyi mtakavyotenda. Je, mtatenda kwa yale ambayo amekuambisheni Allah ambaye ni mola wenu au mtatenda kwa matabo ya nafsi zenu? Allah amekuwekeni dunia amepokea katika dunia amepachieni katika dunia, anaangalia namna ambayo namna ambavyo nyinyi mtakavyotenda. Baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fataku dunia wataku nisaa, nasiogopeni dunia, msione kama ni sehemu ya kutulizana, msione kama ni sehemu ambayo kwamba nyinyi mtabakia hapa duniani. Wataku nisaa, na waogopeni wanawake, fa inna awwala fitnati bani

Sisi wanaume tunaambiwa ndio wasimamizi wao. Tumewasimamia vile ambavyo Allah jalla jalaluhu anakutaka, au kwamba sisi tumewaachia wanawake wao waamue wa, wa watakavyotaka, au kwamba sisi tumeachia wanawake wao wafanye watakavyotaka, tukawaachia wanawake wao watoke mtabarijati, hali ya kuwa wanatoka pasi na stara, wanatoka pasi na kustiri hal ya mapambo yao, wanatoka hali ya kuwa wako uchi kabisa, zinaonekana zile sehemu zao nanib Waruhusu, hao wanawake ni wewe baba, ndio ambayo namruhusu mtoto wako wa kike ni wewe baba, ndio ambayo unamruhusu wale ambao wasimamia mama mke wako, wewe ndio ambayo namruhusu. Sasa wewe unafikiria nyumba ya kampuni kama hiyo itatengenekeaje? Jamii ya kampuni hiyo itatengenekeaje? Pesa ya kampuni hiyo itatengenekeaje? Ikiwa Uislamu unasema mwanamke ni katika fitna ambayo ni kubwa sana, na nyinyi wanaume wasimamizi, ikawa mumeachia ile fitna.

Waashhadu ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe fitna ya wanawake haikuanzia kwa kwamba jana na kwa kwa leo e, na jambo hili halikuathiri kuathiri jamii jana na leo, ikikosekana usimamizi ambao ulikuwa imara na pakakosekana ule usimamizi wa wanaume ambao ulikutakiwa na wanaume wao, ikawa sasa wanafuata yale ambayo wanawake wanayotaka ambayo mambo haya yanakwenda kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, basi tuelewe kwamba maharibifu yake yanakuwa ni makubwa sana. Huyu hapa Nabiullahi Adam, sote tunaelewa kwamba Adam alipoumbwa mwanzo aliwekwa peponi na akaumbiwa mkewe Hawa, akaishi naye katika pepo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimkataza Adam asile tunda, lakini matokezo yake Adam akalila tunda.

kumkhini mume wake kumfanyia khiana mume wake, kwamba wao wamekatazwa tunda wasilile, lakini Hawa akalila tunda na akamshawishi mume wake alile tunda. lam takul untha lam takul untha zawjaha dahra, basi pasinge patikana katika ulimwengu huu akapatikana mwanamke yote yule akamkhini mume wake milele na milele, jambo hilo lisinge patikana. Lakini kwa sababu hili jambo lina asili, hili jambo linatokea kwa mama yetu Hawa yeye ambaye alikuwa ameanzisha nambo hilo mpaka leo, inaelekea ile mizizi yake inazidi kuota. Sasa sisi wanaume ndio ambao tumewekwa wasimamizi kwa hao wanawake. Kwa hiyo unapomwona mwanamke anakwenda kinyume na Uislamu na zile taratibu za Uislamu, na huyo yuko katika himaya yako, yuko katika usimamizi wako, wewe watakikana kwamba umsimamie, uhakikishe kwamba huyu anasimama sawasawa, sio kwamba mwanamke umodesha vile ambao anavyotaka kwamba mimi taka ununue nguo fulani na nguo hiyo ikiangaliwa, wewe mzazi unajua kwamba nguo hii kwa mujibu wa Uislamu, kwa mujibu wa dini yetu ya Uislamu, haihusiki mwanamke nguo hii kuivaa akatoka nayo nje. Lakini wewe eh, kwa sababu mapenzi yamekuzidi kwa mtoto wako wa kike, mapenzi yamekuzidi kwa kwa mke wako, mapenzi yamekuzidi kwa wale ambao wanawasimamia, uko tayari kukali sheria ya Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu umemdhibiti mwanamke ukamwekea taratibu zake mwanamke, na ukamtaka mwanamke akae katika hali hiyo, kwa maana ambayo imekuwa pana sana, kwanza kustiriwa yeye mwanamke, lakini vile vile kuweko katika hifadhi ambayo iliokuwa ni kubwa sana. Na ndiyo maana Uislamu vilevile ukamzungumza mwanamke, yeye mwanamke mwenyewe akaelezwa kwamba yeye ni fitna

Kwa hakika jambo hilo litazuia na kudhibiti yale ambayo yalikuwemo ndani ya nafsi yake katika zile shauku, ndugu zangu, sababu usichukulie ni jambo jepesi sana. Kuishi na hawa wanawake ni jambo ambalo ni kubwa sana. Kwa hiyo kwa kila mmoja wetu ajue kwamba mimi nina mke huyu, mke ambaye nilikuwa niko naye huyu, ima itakuwa ni sababu ya mimi kuipata pepo ya Allah aaka ni sababu ya mimi kwenda motoni endapo ikiwa hutomuongoza katika njia ambazo Allah anazozitaka. Pia elewa kwamba wewe una mzee wa kike, pia ni katika jinsia ya kike, pia kuna utaratibu wako kuongoza katika njia ile. Kwa sawa una watoto wa kike, Allah akumzuka watoto wa kike, basi elewa pia una jukumu la kuongoza hao, kuweka katika udhibiti ambao ulikuwa sawa. Dunia imeharibika ndugu zangu, hii dunia ambayo tunaishi nayo hivi sasa, maadui wa Uislamu wamefanikiwa katika kuwatoa wanawake katika manyumba yao na kwenda kupigana vikumbo wanawake hao na wanaume. Wanaume piga katika kila sekta, wewe pita katika kila sehemu eh, usiku na mchana, bado kamkuta mwanamke mpaka usiku saa sita yuko nje. Unajiuliza anafanya nini? Hana wasimamizi ambao wanasimamia, au ndio imechukuliwa ni kawaida kwa sababu wasimamizi wenyewe hawajielewa katika pande huo. Sasa maafa yakitekezeaea makubwa hawa ndio ni kwa sababu ya Adam kutolewa peponi, kwa sababu yeye ndio ambaye alimshawishi nabii Adam kulatuna atatolewa peponi. Kwa hiyo na mengineyo, ikiwa kwamba hatutokuwa imara ya wasimamizi wa kuwasimamia wanawake, basi maafa yake yatakuwa ni makubwa sana leo

hawa ni wanaume ambao hawajui kwamba wao wamekuwa zamana akuwasimamia wana wanawake, lakini wao ndio kwa sababu ya kuwapoteza wanakia. fattakullaha ya ibadallah, mbona mondopeni Allah eni wajawalla, najueni kwamba hapa duniani sisi tupo kwa muda, tutakuwa niweze kuondoka. Tukifika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wewe unamwona binti yako unampenda kumvalisha kinyume na Uislamu unapotaka. Wewe unaona mke wako unampenda kumvalisha kinyume na Uislamu unapotaka. Wewe unaona eh, ni busara kwamba waleo wasimamia katika wanawake kuwavalisha kinyume na ambao Uislamu unapotaka? Lakini elewa, kufika mbele ya Allah hao wote watakuwa dhidi yako na wao ambao watakuchochea wewe akaguzo wewe ili wao wanusurike.

waatahu isipokuwa humjia huyo ni fitna timisa, isipokuwa humjia nake fitna za wanawake. Ikiwa kashamtumilia mbinu hii kamkosa, akamtumilia mbinu ile kamkosa, akamtumilia mbinu ile akamkosa, aka umjia na fitna za wanawake, umsogezea karibu wanawake, umwekea karibu wanawake, matokezo yake akawa ni mwenye kuteleza, akawa ni mwenye kukosea, kwa sababu ni mtihani na ni fitna ambayo ni kwa kubwa sana.

na ajalie wale ambao wamesimamia hii miji waweze kuwaweka wanawake kwa mujibu wa sheria ambavyo anavyotaka Uislamu kwa sababu Allah subhanahu wa taala, dini ya sisi kusimamia yale ambayo wewe unayataka, hususa hawa wanawake kuwasimamia vile ambavyo wanavyotaka, basi mabalaa yake yanakuwa ni makubwa sana. Tuombe Allah subhanahu wa taala atikiwe uwezo sisi wanaume kuweza kusimamia hawa wanawake kwa mujibu wa sheria urobotak kadhalika, vilevile tunamuomba Allah jalla jalalu, awatengeneze wake zetu, awatengeneze mama zetu, awatengeneze dada zetu, awatengeneze wale ambao walea